Kutumia rasta ya kawaida shilingi ya shilingi elfu moja unaweza kubana nywele kama hii na bibi harusi wako au maidsi wako akapendeza kabisa. Upande wa mbele niliweka hizi mistari mistari, lakini nilitumia jeli ya soft and free. Upande wa rasta nimetumia rasta ndefu ya kutoka Darling Tanzania. Unaweza kutumia Glamo Zanzi Superstar Sensation Braids, ni wewe tu utaangalia. Rasta yangu nimeifunga kati kwa kati, alafu nitakwenda kuifunga kwenye nywele ya mteja wangu hivi, sawa. Nikishaifunga hivi. Kwa nini nimetumia uzi? Kwa sababu nataka nywele yangu iwe secure vizuri, yani ikae vizuri. Baada ya hapo nitakwenda kutumia hii, ni wavu ambao ni nyeusi, zina rangi tofauti tofauti kulingana na rasa ambayo unaitumia. Mimi nimetumia hichi knit wavu ambacho ni cheusi, nitaenda kuvalishia kwenye nywele yangu ili hata nikienda kuibana iwe ni ua iwe ni chochote, nywele yangu isinuke isiinukeinuke ovyo. Sawa sawa. Bana kama hivi, alafu nenda kaivalishie kwenye nywele. Najua watu wengi mtaulizia hizi wavu. Hizi wavu zipo, utaipata zinakuwa ni almost pisi mia kwa shilingi 300. Sawa? Kwa hiyo nitabana kama hivi, alafu nitakwenda kuivalishia kwenye nywele yangu hivi. Itategemea sasa unakata nywele yako size gani. Iwe ni size ndogo ndogo, ni wewe tu na mteja wako. Iwe ni size kubwa kubwa, ni wewe. Kwa mfano, mimi hapa nilipokata nimekata raundi kama tatu nimezibana na hizi zilizobakia nitaenda tena pia nita nitaigawa alafu nitakwenda kukubania. Sawa, naomba nikukumbushe jina langu ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Tunafundisha mambo yote ya saluni, yani unahitaji kujifunza saluni kwa ujumla, iwe ni kusuka, kuosha, kuseti, kupamba maharusi, kubana nywele na vitu vingine vingi. Ada zetu ni kuanzia shilingi laki tatu mpaka shilingi laki sita. Chuo kipo Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Namba zetu ni hizo ambazo unaona katika screen hapo. Sawa. umeshajifunza kubana kama hivi, unataka kutuma feedback yako kwenye magrupu yetu ya WhatsApp ni bure kabisa, lakini hakikisha umeingia YouTube, tafuta Farida Othman, gusa button la andika subscribe, kisha njoo na screenshot kwenye namba ambayo unaona katika screen yako. Umeona ile neti nikiivalisha inavyokaa kwenye nywele hii, hii chiki wavu. Hata kwa wale ambao mnabana nywele, iwe ni round, iwe ni vyovyote, ni vyema ukatumia, hasa itasaidia nywele yako isiinuke, inuke, ovyo. Sawa, kwao nitakuwa kama nazungusha ua alafu nitabana kwa kutumia chupio. Unapobana chupio, jitahidi chupio yako isionekaneonekane ovyo, bana sehemu ambayo unaona chupio hapa haiwezi kaonekana, sawa so, eh? Kwa kama umekosea mara ya kwanza mara ya pili, basi una uwezo wa kujitahidi ukaibana ile chupio isionekane kabisa. Kwao utazungusha kadri uwezavyo, na una uwezo wa kutengeneza maua tofauti tofauti kulingana na vile ambavyo unahitaji. Kama haufahamu, fuatilia mafundisho yetu sisi kila siku Tutakuonyesha kitu kipya, tutakufundisha kitu kipya. Fanya mazoezi, tuma feedback yako. Baada ya kuzungusha, final touch yake ni kama hii ambayo unaiona. Mteja wangu alipendeza sana. Naomba nikukumbusha.